Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Rehema Godfrey Mongi ambaye ni mke wa Juma Ali Maganga aliyeko gerezani Sudani ya Kusini. Mpaka sasa tulipofikia ile tarehe kumi na saba ambayo kuna malipo alikuwa anatakiwa yalipwe kule ya dola elfu kumi na mia sita ambayo ni takribani milioni thelathini ya Tanzania, mpaka sasa tumelipa kiasi cha milioni ishirini na tano. Pesa iliyobakia ni milioni tano ili Juma Ali Maganga aweze kuachiwa. Kule gerezani, wale ndugu waliipokea ile pesa kwa maandishi ya mahakama, walilipia mahakamani mbele ya mahakama, na dokumenti wakatutumia zilizosainiwa na mahakama na muhuri wa mahakama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kiasi kilichokuwa kinahitajika kule ili aweze kuachiliwa ni milioni tano. Mpaka sasa tumepata milioni mbili, bado kiasi cha shilingi milioni tatu ili aweze kuachiliwa. Hiyo pesa inahitajika Jumatatu, ambao ndio siku tena ya mahakama. Siku tuliolipia ilikuwa ni siku ya Alhamis, wakatuongezea hizi siku nne kwamba Jumatatu hiyo pesa iwe imepatikana. Pesa hiyo ikiwa haijapatikana, ataendelea kuwa kifungoni mpaka pesa ipatikane. Na wamesema tukichelewesha zaidi itakuwa na penalti, tutatakiwa tulipe mara mbili tena ya hiyo pesa. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Tanzania, nawashukuru sana viongozi, nawashukuru pia madereva, nawashukuru sana kwa umoja wenu na upendo wenu. Pia nazishukuru taasisi zote tofauti tofauti kwa ushirikiano mkubwa sana kwangu kwa kunisaidia katika suala hili la Juma Ali Maganga kuanzia mwanzo mpaka sasa tulipofikia. Ndugu zangu, nawaombeni msinichoke, nawaombeni msini sana mnisaidie kwa hali na mali hichi kiasi kilichobakia, ili Juma aweze kutoka gerezani. Walisema kama hicho kiasi kitapatikana Jumatatu chote kilikuwa kimekamilika, watamwachilia atakuja kuungana na familia yake. Nawashukuru sana ndugu zangu kwa upendo wenu, nawashukuru mno. Nawaomba sana ndugu zangu mnisaidie, kwa sababu watu huko Sudani ni watu wa kubadilika badilika. Hiyo jumatatu ikifika, hiyo pesa ikiwa haijapatikana, wanaweza wakabadilika tena. Ninawaombeni sana ndugu zangu wa Tanzania, viongozi wote wa serikali, rais wangu Samia suluhu Hassan, naombeni msaada wenu wa hali na mali. Mama ninakuomba sana unisaidie, mheshimiwa Rais, ili swala limeshakuwa gumu sana na la kipindi kirefu. Mpaka sasa hivi kiasi kilichobakia ni hiyo milioni tano. Tumeshapata milioni mbili, bado milioni tatu, ili Juma Ali Maganga aweze kutoka gerezani siku ya Jumatatu, tarehe ishirini na mbili Ninaombeni sana msaada wenu ndugu zangu, naombeni sana mnisaidie.